Kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo, wanasema maandamano, maandamano, maandamano, maandamano. Ukivi, ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe ma, maandamano yalikuwepo wapi na wapi maandamano, halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. ni vile wenzetu wa vyombo huwa hawana, hawana kawaida ya, ya kuweka namba za umepoteza askari wangapi. Ni wakubwa zetu mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi hivi, wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku, tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi lakini maandamano ya, watu wanaenda na silaha wana, wana, watu wanakuwa well armed, ni maandamano ni maandamano watu wako well armed ni maandamano. Nani kamfyatulia nani? Haya, ndio maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa yana yana semwa, juzi kashikwa yule mmoja anavuka, anavuka mpakani, ana uraia pacha kwa inchi moja kubwa kule na inchi moja ana mabomu nahajabisha alivyoojewa, anasema nimeona ni bebe na mabomu nikajihami, kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulistulishajua tulishajua, na, na wengine waliokuwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu pia kwa sababu ya masuala haya ya kichunguzi haiwekwekwi wazi namba kubwa, hawajui hata Kiswahili, ni maandamano sasa, na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya lazima yafanyiwe kwa kina, na ndio maana tunatoa rai kwa ndugu zetu Watanzania wenzangu, vijana Tanzania wa Kitanzania, Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii.